Nao walikuwepo wanasemaje juu ya kufikiwa na huduma hizi, msaada huu wa kisheria kwenye maeneo yetu? Kwa kuwa ni kweli jamii yetu ya Wanasingida kumekuwa na changamoto nyingi, hususani kwa wanawake, changamoto za wanandoa, changamoto za ndoa, kwa maana ya wanawake kutelekezewa. Watoto, jukumu la malezi na matunzo ya watoto mara nyingi limekuwa kwa wanawake. Kwa hali hiyo, kwa uwepo wa kliniki hii itawezesha kuweza kubadili mwenendo wa wanaume wasiokuwa na wanaotelekeza familia zao. Shida yangu kubwa ilionileta hapa ni migogoro ya ardhi. Tunaenda manispaa, tumepimiwa maeneo yetu, lakini hatujapata haki za aina yoyote. Viwanja vyangu vilikuwa vingi lakini nikapata kiwanja kimoja tu. Kliniki hii imejikita zaidi katika utatuzi wa migogoro mbalimbali ya ndoa, ardhi, mirathi, ukatili wa kijinsia na mambo mengine.